yangu unaingia ulumande una kwa ajili ya Yanga, unatukanwa kwa ajili ya Yanga, naonewa kwa ajili ya Yanga. Hawajui wale wazee wale, kwamba dunia hii Mwenyezi Mungu akawaleta malaika, wapo tunao, hawa hatuwajui. Kwa hiyo kuna watu ambaye mimi nataka nikuombee dua, msimu unaanza, inshallah, isitokee tena kama mwaka huu, Ally Kamwe akamatwe aende mahakamani kwa sababu ya Yanga.

Mama bado lakini sababu nayo lakini ya kombe ninayo. Jamani hata atangamie nisionje. Ni ndugu yangu nyama alikamo angamia na supu. Ndo nimekuja hapa. Una wageni ulisemaga kuna kawivu fulani unaonea Yanga. Sana. Sio muongo naona naona sana wivu. Na naumia na, sana na, na, mama mara tano mfululizo. Haya ah, siku moja. Naumia na ah wivu nao. Sema sasa sina jinsi. Ni mipango tutajua nikupe Jumatatu inshaallah, tutafanya parade, tutakuwa na sherehe nyingine kubwa. e, she... e, bado, bado, she. she. tuna Kwa tuna miezi Jumatatu pa kuna surprise ya mtu mwingine mkubwa wa Simba ambaye amehamia Yanga Jumatatu, mkubwa kulikweli, wanarudisha kadi, wanakuja kujumuika wezi kufunga mara tano akabakia huko huko ko kuna mtu mkubwa Jumatatu anakuja hapa rasmi au? Ah, mwacha ajifikirie. Labda zikifika kumi akitamkaa sawa, ndio mkaa. Mimi nimekosa kombe, nimekubali, lakini Nimeona nisikose na supu Se, angamia, <laughs> ya ngamia mimi. Nimekuja ndugu yangu hapa. Nipate supu ya ngamia kidogo. Eh, supu tu alikuwa. Ngamia ngamia. Supu, supu, supu. Na asubuhi kuku, supu nyingi nimekunywa mbuzi eh. Ya ngamia ndio inaniuma sasa hivi <laughs> yaani <laughs> kombe mchukue na ngamia mle wenyewe. Ali alisema kwamba <laughs> <Apala>. Ilikuwa <laughs> <laughs> ndo ajenda yao kuwafanya nyii mtoke patupo msimu. Wamefanikiwa anapongeza Yanga. Yanga wako vizuri wana uchungu <hums> <hums> na timu mimi nimefurahi na na na nawapongeza. Yeye hamna uchungu eh, awe acha wapi. Ah, ndagombana na watu wa kuwafunga cho, hata kuwakera kama wanawake. Ndugu yangu Aisha akanambia, anasikiliza mashabiki, sijisikii vizuri, hali anakera hapo na boa jana jana kile kingine kingikichungulia yuko ndugu yangu wewe, naomba acha. Siwezi kuacha wananchi hadi wakubali kwao wana wake kufanya hivyo. wakifanya hivyo sasa, na sisi Simba tutapata uchungu. Wanavyofanya hivi. Sababu inauma inauma sana. Ali mashabiki wa Simba kwa wana wao na kila. Lakini huu ni mwanzo bado bado. Jana katika press yako umesema kwamba sheria sheria zija, hata leo tumemwambia hii ni dua tu, sio sheria hii leo ni dua tu sio sherehe. Sherehe zinakuja sasa, safari tutasherekea sana ubingwa msimu huu tumeotolea tumetolea tutasherekea sana baba. Bado hii ni shaka ni dua tumefanya tu, sio sherehe. Dua sherehe ndio inakuja sasa o kwa. Kwa. Kwa sherehe zikishafika sasa, hiyo ndio mtaelewakohivhivi mta, mta, mta ujuzaakaa sura hizi ka waoni wa huruma. Ikifika mwezi wa tisa hapo, wanahitaji tutumwa tena kwa sababu tunawashona vizuri hapo ili wapate uchungu, wakienda kusajili wasajili wachezaji mpaka hata sisi anga. Sasa hivi mshapo umetoboa, yani hamna ushindani tena, wale wale wasajili sio wachezaji. Ah, vunja kuni hao bwana wewe okay, vunja kuni wewe. Kwa mfano simba sasa hivi ukiwauliza, tathmini ya kikosi chao kuanzia namba moja mpaka namba kumi na moja anatoa kasoro, kila mtu mbovu. Sasa utafanyika usajili eh? Hey, kwa sisi pia anga nataka ushindani yani, ili ili kiitwa dabi, mpaka tunakwenda masyara, siyara, hivi tutakaa mechi ya Liverpool na Everton Tawapiga mfululizo mpaka tafika, sio mara ngapi? Nyie wote mnajua ndugu zangu, ndio mambo hayo wa takwimu, au ukaenda kusajili mchezaji wa takwimu ndio utapewa. Kujenga timu mwaka wa 4 mfululizo, hata ile gorofa mwaka 4 ishakamilika kwa chono, kwa na, tu, chono, kura, kura, kujenga timu. Simba msimu huu tumechemka na hao jamaa wanaweza kuongea chochote. Baba refu mwenye ghorofu yake zikaa miaka minne haijakamilika, lazima atalikamilisha. Anajenga timu mk, na tumetoa ombi, tumetoa ombi kama watahisi wana nafasi ya kujitetea, muda bado upo Singida, anaweza akarudi, wakaenda wao Zanzibar. Yaani, kama wanahisi kwamba e, kama hii ya juzi na Singida jmtutiliwe ilikuwa tunafikisha mara ya sita mfululizo Jumapili, yaani Singida, sio? Ilikuaje, ilikuwaje? Ule soa akampindua Chemaroni siku ile, yaani um, Singida angetuachia mtu wetu, mwaka huu ungekuwa sita, ushamalizana yeah. naye sasa ndio bahati mbaya akatoka, ila kama warahisi bado wamwombe Singida, waje karibu sana bwana, tendeapat.